Mwenyekiti wa taasisi ya Shauri Moyo Development ambaye pia ni mwakilishi wa jimbo la Shauri Moyo, Mheshimiwa Hamza Hassan Juma amewataka viongozi wa majimbo kutoa huduma za afya katika majimbo yao ili kuweza kuwasaidia wananchi. Akizungumza na waandishi wa habari katika zoezi la siku tatu la upimaji wa macho na utoaji wa miwani katika skuli ya chekechea Mkele wilaya mjini, Mheshimiwa Hamza ambaye pia ni waziri wa nchi ofisi ya makamu wa pili wa raisi, amesema endapo viongozi watashirikiana kwa pamoja kutoa huduma za afya kwa wananchi katika maeneo yao, wataweza kuondolea usumbufu wa kupata huduma hizo. Amesema kuwa kuwepo kwa huduma hiyo ni kutokana na kuwepo kwa changamoto nyingi kutoka kwa wananchi ikiwemo ukosefu wa fedha ya kuweza kununua miwani. E, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutujalia a, kuendelea na zoezi letu hili. Mimi naitwa Hamza Hassan Juma ni mwakilishi wa jimbo hili la Shauri Moyo na vile vile nikiwa ndio mwenyekiti wa Shauri Moyo Development Foundation ambayo kwa kushirikiana e, na wenzetu Kimara E, Pharmacy tumeshirikiana kwa ajili ya kufanya hili zoezi kwa ajili ya kupima e, macho lakini vile vile kutoa huduma ya miwani kwa wale ambao watakaohitajika ambazo miwani hizo tunatoa bure kabisa. Ah, kimsingi mimi nikiwa mwakilishi wa jimbo hili tumekuwa tukipata changamoto nyingi kwa wananchi wetu ambao wanakuja kwa ajili ya kuhitaji miwani. Wakati mwingine wanapata matatizo ya kuumwa E, wanakwenda hospitali wanapimwa e, lakini uwezo mtu wa kununua miwani anakuwa hana. Kama tunavyofahamu miwani zinauzwa bei sio ndogo, kuanzia e, elfu arobaini kuendelea juu. Kwa hiyo mimi baada ya kuona ndugu zetu hawa wanatoa hii huduma ya upimaji wa macho na utoaji wa miwani nikaamua kushirikiana nao kwa makusudi kuwaleta jimboni kwa ajili ya kutoa huduma hii na nadhani watu wengi ambao waliokuja tangu jana kwa kweli wamefarijika sana. Mimi jana mwenyewe uh, wakati natoka mazoezini nikasema kwanza sirudi nyumbani nije niangalie maandalizi. Kwa kweli nimekuja hapa saa kumi na mbili <coughs> tayari wananchi wameshafika, hata madaktari walikuwa bado hawajafika. Kwa hiyo tuone kwamba ule umuhimu uh, ulikuwa mkubwa na zoezi hili tumelianza jana eh, jana tumepata almost karibu watu 300. Jana tuliweza kuwasajili kwa ajili ya kutoa huduma na kimsingi huduma zetu hizi uh, zimeonyesha mambo mengi na vilevile zimetufundisha mambo mengi. Kuna wengine walikuwa wanahitaji miwani, lakini kuna wengine walikuwa na pressure ya macho wanahitaji matibabu zaidi. Kwa hiyo wale wote tumewapa miongozo kwa ajili ya kuwapa rufaa kwenda katika hospitali mbalimbali. Na kwa bahati nzuri sisi wenyewe katika jimbo letu tuna hospitali yetu ya jimbo ambayo maarufu inaitwa hospitali ya macho Mikunguni. Yapo Trade school. Kwa hiyo kwa yoyote ambaye amepata rufaa tunamhamishia pale kwa ajili ya kupata huduma za ziada, lakini vile vile hatutoi tu huduma za macho na miwani, lakini vile vile madaktari wetu tunashukuru, eh, wameongeza huduma nyingine kupima pressure pamoja na sukari, na watu wengi wame, wameonekana kwamba wengine wana pressure, wengine wana sukari, wengine wala walikuwa hawajijui. Kwa hiyo vile vile kuna miko vile vile wananchi wamepewa kwa ajili ya kuweza kuyafata. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu nimefarijika sana, jana zoezi limeenda vizuri na leo zoezi linaenda vizuri na tutategemea kesho, siku ya Jumatatu, kuweza kumaliza e, zoezi hili. Kwa hiyo bado tunaendelea kutoa wito na majimbo mengine e, basi waweze kutoa hii huduma, kwa sababu tunaamini kuna wananchi wengine ambao wanaishi nje ya jimbo letu la Shauri Moyo, wameshindwa kufika pengine labda kutoka na, na masafa au sababu nyingine, lakini na wao wakiwaita hawa na wako flexible wanaweza kwenda pahala popote, alimradi mradi kuweza kukidhi yale mahitaji madogo madogo ambayo sio makubwa, ambao sisi kama viongozi tukijiandaa, tunaweza tuka accommodate na kuweza kuwasaidia wananchi wetu. Aidha, Mheshimiwa Hamza amewataka wananchi kuwa na utamaduni wa kuchunguza afya zao mara kwa mara kutokana na jambo hilo kuwa na umuhimu mkubwa. Aa, kimsingi kitu ambacho unachowaambia wananchi wetu e wa ndani ya jimbo la Shauri Moyo, lakini vile vile na wengine kwa sababu hawa wa jimbo la Shauri Moyo wanaweza wakawa kama ni mabalozi wa vijana wengine wote wa Zanzibar. Kitu kikubwa ni kupima afya, kupima afya zetu. Unajua sisi waswahili tuna uzoefu kwamba mtu huende hospitali kuonana na daktari mpaka umwe. Sasa kuna wengine hapa, mimi mfano jana mimi nimepima, daktari amenipa big up eh, ameniambia uko vizuri sana, lakini kuna vijana ambao wao wanajiona strong, wako shababi lakini wamegundulikana wana matatizo. Kwa hiyo nadhani e, swala la afya, kupima afya tusiangalie umri wala tusiangalie mtu anaeji gani ki, kupima afya iwe ni utamaduni wetu, mtu kila baada ya miezi miwili mitatu tupimi afya zetu kwa ajili ya kuangalia eh, afya zetu, lakini vile kama umegundulikana una changamoto, ili uweze kupewa miongozo kwa ajili ya hatua za mbele zaidi. Kwa upande wake makamu mwenyekiti wa taasisi ya Shauri Moyo Development, Hadija Hamza Hassan amesema kuwa ni mara ya kwanza kwa taasisi hiyo kufanya zoezi hilo, jambo lililopelekea kufikia lengo la taasisi hiyo, pamoja na kutoa wito kwa jina. Naitwa Hadija Hamza Hassan, ni mwenyekiti wa mwenye, makamu mwenyekiti wa Shauri Moyo Foundation Development Foundation ya Shauri Moyo. Kwenye hili zoezi tumepata sponsor kutoka kwa madaktari kwa ajili ya kuja kutibu wananchi wetu. Hatuhudumii hatuhudumii shauri moyo tu, tunahudumia nje ya shauri moyo, ni sehemu mbalimbali mbali ya hii Zanzibar tunahudumia kwa sababu hatumetoa tangazo kwenye redio, TV kwa ajili ya wananchi wote wanaotatizo kama hili. Tumepata sponsor hii, ni bure na kwa sisi taasisi ni mara yetu ya mwanzo kulipokea hili Apropo hii kuipokea ni mara yetu ya mwanzo, kwa hiyo na sisi tumeipokea kwa shime, kwa upendo, kwa furaha, kwa kuwahudumia wananchi ili wafaidike wote. Na bahati nzuri, katika takwimu zetu za jana tu tumepokea watu kutoka sehemu mbalimbali, sio jimboni tu, tumepokea wa Jang'ombe, tumepokea wa wapi, wa Amani, maeneo jirani mengi tumeyapokea. Kuna watu wametoka mpaka fuoni wamekuja, kwa hiyo lile lengo la taasisi limetimia na tunaendelea na zoezi letu lipo la siku tatu leo ya pili, kesho ni tunamalizia zoezi, na tunategemea kuangalia na wingi wa kesho. Tunaweza tukaomba kama itakuwa bado watu wako wengi zaidi ya hawa wanahitaji, tunaweza tukaomba watupeteje hapo siku moja ili wahudumikiwe wa wengi zaidi. Nini sasa wito uh, wako kwa wananchi ambao bado ado hawajajitokeza lakini nao wanayo changamoto? Ndiyo, wito wetu sisi kama Shauri Moyo Development Foundation tunawaomba sana wananchi wenye shida ya pressure, wenye shida ya uzito, wenye shida ya sukari na macho waje wajitokeze kwa wingi, kwa sababu mimi, unaweza ukajikuta nyumbani ukasema mimi niko sawa, lakini wengi wao walokuja hapa wanakuja hapa kwa ajili ya macho, tukiwapeleka kwenye pressure wanaambua pressure ziko juu, tukiwapeleka kwenye sukari wanaambua sukari iko chini au imepanda Kaja kwa huduma ya macho, lakini anapata huduma nyingine na anapewa maelekezo na anapata dawa. Kwa hiyo tunawaomba wananchi shime, wengi wa, waje wapate hii fursa, kwa sababu hii fursa imekuja kama opportunity kwetu, basi tuitumie kama ilivyotuja. Nawasihi sana wananchi wafike bila kukosa. Yeah. Uh, idadi kubwa imeonekana kuwa ni vijana na ni miongoni mwa vijana. Hebu tuambie una uto gani kwa vijana hususan kwenye matumizi ya simu ambayo yamelengwa mm, kwenye chanzo kikubwa cha tatizo hili. Uh, mimi ni kijana ambayo pia nimekuja nimepata changamoto, maana nimekuja hii kuipokea kama fursa. Mimi ni mwenyekiti wa shauri moyo, lakini nikasema nianze mimi kwanza kujiangalia afya yangu, hatimaye nimekuja kufanya zoezi hili, nimeenda kupima nikaonekana na changamoto ambayo inahitajika matengenezo. Kwa mfano nimeenda kama mimi nimeenda kupima nikaambiwa nina pressure ya macho. Kwa hiyo lakini mimi nilikuwa natembea najijua niko sawa, lakini naambiwa nina pressure ya macho. Kwa hiyo na wenzangu vijana walikao kwa nyumbani wasijione wako sawa, kwa sababu sasa hivi ni marazi mengi ambayo binadamu anatukabili. Wewe unajiona ukasawa, unaenda, lakini hujui tatizo lako likoje. Njoo tuangalieni afya ili tuweze kujenga afya yetu vizuri na taifa. Ukijenga afya ukijenga wewe kijana afya yako ikawa nzuri, tayari umeshajenga taifa, kwa sababu muda wote saa yote ukitakiwa utakuwa uko fiti katika imara zako. Kwa hiyo tunawaomba sana wakaribie sana katika zoezi letu hile naye katibu wa taasisi ya Shauri Moyo Development Abdalla Hamisi amewataka wananchi kuzitumia fursa za matibabu zinazojitokeza katika shehia zao, pamoja na kumtaka mwakilishi huyo kuifanya huduma hiyo kuwa ni endelevu. Habari uh, za saa hizi. Kwa majina, anaitwa Abdalla Juma Hamisi, ni uh, katibu wa NGO uh, Shauri Moyo Development Foundation tupo hapa kwa ajili ya upimaji pamoja na ugawaji miwani. Zoezi hili limeanza jana tarehe 13, leo litakuwepo leo tarehe 14 na kesho tarehe 15 ambayo itakuwa ndo mwisho. Uh, mwitikio umekuwa mkubwa kwa asilimia kubwa sana, kwa sababu tulijitahidi kutoa matangazo ili tupate watu wengi ambao watakuja, na kweli watu wameitika na wamejitokeza kwa wingi. Kwa hiyo wito wangu, tuendelee kuja kwa ajili ya kupata huduma hii bure. Uh, kwa siku ambazo zimebaki ambayo imebakia ni leo na ni kesho, wito wangu ndio huo. Uh, kwa wananchi ambao hawajapata nafasi kuja hapa leo hii ama kesho, tunawashauri waendelee kufuatilia katika uh, taasisi zetu na katika, kama mtu pia hajapata wasa, ende hospitali ya, ya Mikunguni ambayo pia inaendelea kutoa huduma hii ingawa kwa mchango mdogo. Leo na kesho ndio itakuwa bure. Kwa hiyo, kwa hiyo ambaye alikuwa hajajitokeza aendelee kuja na ende hospitali ya Mikunguni. Uh, hili swala limezaminiwa na, na taasisi, lakini kushirikiana na uh, Mheshimiwa Hamza Hassan Juma mwakilishi wa jimbo la Shauri Moyo, kwamba ameshiriki uh, kikamilifu na ametoa mchango mkubwa katika kulifanikisha ili zoezi tunamshukuru kama taasisi, na pia tunamtakia aendelee kujitahidi kuweza kutuletea huduma kama hizi akishirikiana na sisi taasisi kwa ajili ya kufanikisha kuwahudumia jamii. Wakizungumza kati wa wa wa kwa nyakati tofauti wananchi waliojitokeza katika zoezi hilo wametoa pongezi kwa mwakilishi Hamza kwa juhudi anazozifanya za kuleta maendeleo ndani ya jimbo hilo na kuwataka wananchi wengine kujitokeza kwa wingi kuitumia fursa hiyo. Majina anaitwa Saif Hajiali, ni daktari lakini pia ni mkuu katika wasimamizi wa taasisi ya Kimara Foundation. Uh, tuko hapa katika jimbo la Shauri Moyo tokea jana kwa muda wa siku tatu, tupo na zoezi la ugawaji wa miwani na matibabu ya macho kwa rika zote. Uh, huduma hii ipo bure, kadhalika tunahudumia rika zote kama tulivyoanza kusema awali. Lakini pia tunatoa miwani ya aina karibia zote. Kuna miwani ya kusomea kuna miwani ya kuto kuona mbali, kuna miwani ya kuto kuona karibu, kuna miwani ya lenzi mbili. Yote tunatoa kwa mujibu wa kesi ambazo tunakutana nazo na, na wengi ambao tunapata matatizo ya miwani kwa sasa hivi tunakuja tofauti na pale ilipokuwa awali. Awali tulikuwa tumezoea sana wale watu wazima ndio ambao tunakutana na kesi za matatizo ya macho hususan ya usomi au uoni wa mbali lakini kwa sasa hivi tunakuta mpaka rika la vijana balehe tuseme hivyo miaka kumi na tano kumi na nane mpaka ishirini na tano miaka ya vijana thelathini mpaka thelathini na tano Wote hawa tunakuta wana shida za macho na shida ziko za aina tofauti. Kuna wale ambao wao uoni wao uko vizuri, lakini changamoto yao ipo kwenye kusoma. Kuna wale ambao uoni wao uko hafifu nao pia wana tatizo lao jingine, lakini kuna wale ambao wanaona vizuri, wanasoma vizuri, lakini mwangaza ni changamoto kwao. Wengine wanalalamika vichwa, lakini chanzo inakuwa ni nini? Macho ambayo leo tumeamua kuwasaidia hapa kwa apa, kupatia hii huduma katika jimbo la Shauri Moyo, vijana vijana, mpaka sasa hivi tunaenda nao kwa namba kubwa sana tunakaribia asilimia kumi mpaka kumi na tano kwenye vijana ambapo tangu jana tuko nao mpaka sasa hivi kwa tunavyoendelea tofauti na nyuma, manake kama ulikoenda kwenye zoezi kama hili, basi vijana wanapata labda asilimia tano, umeenda sana kwenye asilimia nane. Mwangaza ni moja kati ya sababu kubwa sana, na tukiangalia maisha yetu sasa hivi yanaingia katika maisha ya utandawazi, kompyuta, simu, ma tv kwa muda mrefu majumbani, lakini pia wasome tunaendelea kila leo kwenye gharama za kusoma kutumia karatasi nyeupe tofauti na mwangaza ambao umo katika mwili wa binadamu, manake unapelekea madhara. Kiini cha jicho kitahitaji kutanuka sana, ili kuchukua kile kilichopo pale kufahamu, au itahitaji kujifinya sana, ili kutafsiri kile kilichopo pale kuweza ubongo kufahamu. Hizi zote nazo zinapelekea kuwa na jamii ya changamoto ambazo tunakutana nazo. Wito mmoja kwamba tuna tabia ya kufuatilia vipindi vya afya kama kuweza kujua afya zetu vipi zinaendelea kila leo. Lakini mbili, tuwe na utamaduni wa kuweza kupima afya zetu katika vipimo tofauti, kwa sababu kama hapa tuko katika zoezi la miwani, tuna macho lakini pia tumeweka zoezi la upimaji wa presha na sukari, japo kwamba sio zoezi ambalo lilipangwa kuwepo, lakini tumeliona tulieke, kwa sababu ni miongoni mwa maradhi ambayo yanashamiri katika maradhi yasiyo ambukizwa. Kwa hiyo naendelea kusisitiza wito kwamba tuna tabia ya kuwa tunakwenda hospitalini kufanya check up mara kwa mara. Hii itatusaidia kubaini mengi sana. Kuna maradhi hayaonekani kwa papo kwa papo, mathalan homa ya ini, maambukizi ya figo linapokuwa awali, kesi za moyo awali, hizi unaweza sizibaini. Ukakuta mtu anaumwa tu na kifua, akenda akanunua dawa yake, lakini atakapokwenda kwa daktari akahojiwa pale ndipo atakapoweza kupata ufafanuzi wa kesi yake na kufanyiwa vipimo. Mimi kwa jina jina langu Skuzani Al Hassan. Zoezi nimelipokea vizuri sana alhamdulillahi, tatizo nililoambiwa kama na vinyama vya macho, lakini kwa kuja hili zoezi nashukuru alhamdulillah, nimejua matatizo yangu. Nawaambia wananchi walokuwa hawajajitokeza katika upimaji huu wajitokeze sana. He, bwana, mimi jina langu Sabai Hamisi Hassan, ni msanii wa JKUAT Group wa maigizo. Nimekuja hapa kwamba nina matatizo ya wa macho yangu, sioni vizuri hili jicho moja hivi, nina matatizo niza maji kwenye jua, naona kama kuna kitu fulani kinatembeatembea. Kwa maana hiyo nimekuja huku katika vipimo vyote, nimepimwa, nashukuru. Wamenambia mimi jicho langu bwana lina matatizo, niende hapa Mikunguni watu ambao waliokuwa hawajui waje hapa, kuna huduma nzuri za macho. Zaidi ya wananchi mia sita wamejitokeza katika zoezi hilo lililoanza jana, ambapo huduma mbalimbali za afya zinatolewa bure ikiwemo upimaji wa presha, uzito na ugawaji wa miwani, zoezi ambalo linatarajiwa kumalizika kesho tarehe kumi na tano Disemba elfu mbili ishirini na tano. Hii ni Zantime, usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment.